Lakini rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mwenzake mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo umemwomboleza Raila Odinga kama kiongozi shupavu wa bara Afrika aliyeshikilia kwa karibu jukumu la kubadilisha bara zima. Nam Obasanjo, aliyehusika pakubwa katika juhudi za amani baada ya chaguzi kuu zilizozua tofauti za kisiasa, amesema kwamba maisha ya Raila yaliashiria uvumilivu na upendo na kujitolea. Nam Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Wakijumuika na maelfu ya waombolezaji waliofika kwa safari ya mwisho ya mwenda zake Raila Odinga Bondo, Siaya, marais wastaafu Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo wa Nigeria walimwomboleza Odinga kama kiongozi aliyewacha pengo kubwa, sio nchini Kenya tu bali bara zima la Afrika.

Obasanjo aliyekuwa rafikie Odinga kwa zaidi ya miaka 30, amesema kilichokuza uhusiano wao ni upendo wa Odinga wa kutaka kufanya mabadiliko nchini Kenya na bara Afrika, jukumu ambalo walishirikiana kwa karibu kulitimiza. One thing that I always It is his sense of humor. Anytime we met, no matter how serious the situation may be, you can be sure that Raila will turn the tension to something to laugh about. Ni uhusiano uliomfanya Obasanjo kuhusika mara kwa mara na uamuzi wa masuala ya kisiasa ya Raila mwaka wa elfu mbili na kumi na nane alihusika kuwaleta pamoja na Uhuru Kenyatta, na mwaka jana alikuwa mhusika mkuu kuwaleta pamoja Rais Ruto na Raila. The meeting we had in Mombasa, which brought you and Raila together, and which led

Emulating our friend and brother. Baada ya kuwaleta pamoja, rais mstaafu Obasanjo alihusika pakubwa kumtafutia Odinga kura alipokuwa akiwania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa umoja wa Afrika kinyang'anyiro alichopoteza kwa Mahamud Ali Yusuf wa Jibuti I've lost a kwa viongozi hawa, maisha ya Raila Odinga ni ya kuenziwa na Wakenya, wa Afrika na ulimwengu mzima, kwani alikuwa na mapenzi ya kweli kwa taifa lake, bara Afrika na dunia kwa ujumla. Nene Yesu, nene. Gatete Njoroge Runinga ya Citizen.